Nzoia imeuzwa wakiangalia jana jana jana, Nzoia imeenda wameuza Nzoia, wameuza Nzoia na watu wa ututu hapa wengi, ututu hapa najalicha, waliwacha mashamba yao Bungoma, wakawaachia hiyo factory, wakatolewa kule, saa hizi imeuzwa. Alafu napata kiongozi anasema kuna tofauti ya kukodesha na kuuza. Mtu aikodesha shamba kwa miaka thelathini, si ameuza jamani? Sasa huko na miaka sabini na unakodesha shamba kwa miaka thelathini Serikali lazima isikie hii. Serikali hawezi uza ma mali ya mwananchi namna hiyo. Kuna wafanyikazi hawajalipwa mshahara, kuna wakulima walipeleka miwa hawajawahi kulipwa. Factory munachukua munapatia muhindi, muhindi na hii uchoyo, atalipa hii watu gani? tokwa halo vile <coughs> ah, ah, ah, ah, ah, ah hiyo sisi tumekataa kabisa. Tunataka kuambia Jumatatu kwamba tumevaa nini, Wetangula sio ati yeye ndiye anaulizwa anawal, peke yake kule zoe ameuliza, ati watu wa Bungoma na wameuliza mtu mmoja, waliuliza nani? Waliuliza nani ndio wauze zoe? leo hii kule miwani nini kule Kisumu kule Anyang' Nyong'o amekataa. sisi watu wetu ambao walienda Nairobi wamenyamaza Lazima tupige kelele yeah. Mimi naungana na Anyang' Nyong'o kabisa vile anapinga kule Kisumu. Ya Bungoma pia mimi napinga, sikubali, hatutakubali.